Hivyo mtazama akaniambia, Oktoba tunatiki au ni maandamano. Hata hicho chama mwisho wa siku na kinee, kitakuja kinakufa, kwa sababu hicho chama jumla, kuanzia kin... chama chote na viongozi wake wote, wana ajenda ya kishetani kushindana na Mungu. Kwa hiyo maanake chama kizima kimeshahoza, hakifai na wala hakitakiwi. Haya, Angalia hao mafilimasoni wanavyoangaika kutuma watu kupambana juu ya hiyo nuru, ni kuizuia hiyo nuru na kuiba hiyo hazina ya Mungu ambaye amewapa nyinyi, hamuioni? Maana Nabii Musa ni hazina ya, ya, ya Tanzania, ni hazina ya nchi, ni hazina ya Mungu ameiweka kwenu, lakini nyinyi hamuoni. Nataka <tinyo> nikwambie <tinyo> kile ambacho kinaenda kutokea Oktoba ishirini na tisa ambapo nililetewa form au barua ni saini kwamba ni saini niizinishe kitakachotakiwa kutokea. Amen, najua wengi walionifuatilia wanaelewa so, sawa, ila wale ambao ni wageni ndio hawajui. Amen. Uh, ilikuwa tarehe kumi na saba, sawa. So, alikuja mwanamke akapiga hodi sikutaka kuonana naye hivyo sikujibu sikumjibu. Lakini kumbe baada ya kupiga hodi na kuniona kwamba sitaki kujibu, ye alisimama mlangoni na mimi nilikuwa nimempa mgongo, sitaki kuonana naye. Baada ya ukimya, ndipo nikageuka kutazama huyu mtu ameondoka Ndipo nikamkuta amesimama mlangoni akinitazama. Alikuwa ni mwanamke fulani, sitaki kumtaja. Nilivyomtazama akaniambia Oktoba tuna tiki au ni maandamano. Nikasema ha, kumbe ni wewe. Akaingia ndani akanipa ile barua fomu kwamba ni saini, nini kinatakiwa kitokee Amen. Ili sio geni kwa leo, unanifuatia, nishaambia kuna vifo vya watu ambavyo nilivisaini, yani nilipiga muhuri. Kwa hiyo watu ambao wananisumbua kwenye huduma na nini, nikapiga mihuri vifo ili kwamba wale watu ambao wanasumbua, ambao wanamtetea Mungu wa Tanzania. Kwa hiyo watakuwa wanatusumbua sisi katika huduma yetu. Kwa hiyo ili huduma iendelee, songe mbele, lazima watu waondolewe. Wafe. Kwa hiyo nikapewa idhini ya kuruhusu kwamba nifanyeje, niruhusu wafe au vipi? Kwa mimi nikagonga mihuri. Toka ninaongea jambo hili sasa hivi ni mwaka kama watatu. Unafikiri kwamba ninaongea kitu ambacho hakipo au nakudanganya? Kudanganya? Ah, muda wake ndio huu, umekaribia sasa hivi. Wanaita lady line, sasa hivi tuko kwenye mstari mwekundu. Sasa muda ule ambao nilikwambia, toka kipindi kile mpaka sasa, maana yake ilikuwa bado tuko kwenye nini bado tuko kwenye mchakato. Tunaendelea na vita na vita na vita. Sasa Oktoba ndio mwisho, na ndio mambo sasa mengine yameshaanza na ya, ya mengine ndio yanakuja. Amen. Kona kwa jambo linarudiwa mara mbili mbili, mara kumi kumi, usifikiri kwamba linasubiri muda wake ulioamriwa. Kwa hiyo akaniuliza. Sikutaka kujibu moja kwa moja au sikutaka kusaini moja kwa moja kwamba nini kitokee, kwa sababu nilikuwa na asira, nilikuwa nimekasirika, kwa sababu nimeshaongea sana, watu wanapuzia, watu wanadharau, wana wa giza, watu wa mashetani. Wanajua ninachokizungumza kila siku, wanapambana kila siku, yani nuru wameiona na wanapambana kuiba hiyo nuru au kuizuia hiyo nuru. Lakini wana wa Mungu kila siku wanasali na wanasema na Roho Mtakatifu na hawaoni wamekuwa ni vipofu alafu, anajifanya anajua sana. Wajuaje kwamba tuna Mungu, tunamjua Mungu, una Mungu lakini humjui huyo Mungu wa Ibrahimu. Yani hujui, yani Ibrahimu alikuwa na Mungu na vile ikaandikwa, lakini huyo Mungu wa Ibrahimu ambao ni Yehova, niko ambaye niko, wewe humjui. Ungemjua ungesikia ninachokiongea, na kwa kusikia na kwa kutia ambao ninazungumza, basi mambo makubwa sana yangeshatokea. Ay, Yesu alishaniambia sana, alishanieleza sana. Laiti watu hao wangejua kama nuru yangu mimi ipo juu yako nimepisha juu yako, wakasikia unachokisema hakika, saizi wangekuwa mbali sana, lakini kwa sababu hawasikii wala hawaoni, wamekuwa ni vipofu. Kwa hiyo baada ya kuleta kulipa ile barua nika, nika na sitaki kusoma sitaki kusaini. Nikaamua nika kufanya mambo yangu mengine ni saini kwa, kwa mfumo fulani sawa. Kwa hiyo nikaamua katika vile vipengele yani, tunatiki au hatutiki. Katika kutiki kuna namba moja mpaka namba kumi. Na katika hatutiki kuna namba moja mpaka namba kumi. Nilishaamua mimi nilisaini ile barua sawa, so, lakini nilizungushia mduara na peni kwamba hichi, yani, vile ambavyo vifanyike vihitaji kama nilivyosema, kila kitu kinaongozwa na roho. Yote unayoyaona yanatokea, yanaongozwa na roho, ambapo wewe unafikiri vitu vinatokea kwa bahati mbaya, kama watu wanavyoteka, watu wanaongozwa na roho za mashetani kuteka watu ili kuzuia kanisa wanaongozwa na roho za mpinga Kristo kupambana na watumishi. Sawa. So, na ndivyo hivyo hivyo Mungu anavyotumia watu kuongoza watu kama tu zabari za tarumbeta. Ayo mambo yapo kiroho na mpaka uwe na level ya kimungu ndo utajua hayo mambo, sio level ya mwanadamu au malaika. Kuna vitu, vitu utavijua kwenye level ya binadamu. Kuna vitu utajua ukiwa na kiwango cha malaika, kuna vitu utajua ukiwa kwenye levo ya juu ya kimungu, utavifahamu. Na hapa mimi naongea sasa hivi naongea vitu vya kwenye levo ya juu ya kimungu, ambapo walio wa kawaida, ambao wataki kujifunza hawatakaa waelewe, lakini wakitaka kujifunza watajua. Wakati ninajaza ile fomu, yule mwanamke naye alikuwa na kama simu, anaandika barua yake kunipa mimi kama mrejesho. Kwa hiyo ndivyo maweza kwa kusaini pale na kujaza jaza pale, akanipa hiyo barua yake. Mimi niliona kama ni barua, akaituma kwenye simu, akanitumia kwenye simu, ilikuwa kama niliona tu imeandikwa ni PDF, ni barua, lakini nilipofungua nikakuta kumbe ni video, video ya dakika 4, ikiwa na MB 45, yani video ya dakika 4 MB 45. U unachukua kodi hizo namba hizo, huo unaangalia hizo namba baada ya kuchukua ile, ile, ile. Baada ya kufungua nikakuta sena si, si PDF bali ni video, yani barua kwa mfumo wa video, sio kwa mfumo wa kuandika, ndio maana yake. Kwa hiyo ivofungua ile video ikarudia kuzungumza maneno haya haya ambayo ninakwambia, video hii ilikuwa kuna mtu ilikuwa picha ni picha picha, picha picha, ndani ya picha. Yaani mtu yupo, lakini kuna bendera ya Tanzania ambayo imemziba yule mtu, kwa yule mtu anaonekana kwa umbali, kwa hiyo huwezi kumtambua ni nani. Akawa anasema hivi Tanzania, Tanzania, Tanzania, kama ungelijua mambo haya ambayo mjumbe wa agano anayazungumza basi ungelikuwa mbali sana lakini kwa sababu husikii, kwa sababu husikii. Amen, mimi nikaishia hapo, kwa sababu husikii, kwa maana kwamba ni yale yale ambayo nilikuwa nazungumza na ninayozungumza kila siku. Maana yake ule ujumbe nimepewa barua, ni saini kuhusu atakayotokea lakini pia nimepewa barua kuwajuisha kwamba Watanzania kama mngelikuwa mnasikia ninayoyazungumza, sawa, mambo mengi yangefanyika kwa haraka, na angeenda kwa haraka, na angeshafanya, yani vitu vingeshaisha, kama yani tungesha kuwa mbali. Lakini kwa sababu mnaoamini, wale mnaowaona walioko juu, mkiamini kwamba wametumwa na Mungu, kumbe wanatumikia mashetani na wanazidi kuwaumiza na kuwakandamiza. Lakini aliyeniliwa na Mungu kwa sababu yuko chini, mnamdhalamu, mnampuuzia, mnafikiri kila anaitwa na Mungu mpaka afanye miujiza ya kuponya vipofu ndo mnaamini. Kumbe vitu vingine ni miujiza tu peke yake. Nabii Musa kurudi mara ya pili, yaani ni muujiza peke yake. Kuhusu kodi zetu ni makamanda